Karibu Tabora, karibu Toronto. Tunakushukuru na kutukuza Mfalme wa uzima kwa wingi wa rehema na huruma zako. Asante kwa kutupitia neema hii na kibali hiki tena kujihudhurisha mbele zako katika asubuhi ya leo. Tunakualika Mungu wetu mwema, karibu tamaraki katika nafasi hii tunapotafakari maneno yako ya uzima, yakawe baraka kwa kila moja moja. Roho Mtakatifu katikati yetu na kama mwalimu wetu akatuhudumie kwa Yesu Kristo Bwana wetu Amen. Waumini kanisa Anglikana Mtakatifu Stefano dayosisi ya Tabora wametakiwa kuendelea kuishi maisha ya ushuhuda na upendo wa kweli, kwa imani kuwa upendo ni gharama, na kwa Mkristo mkamilifu anapaswa kutambua kuwa kumpenda Mungu ni kutangaza vita. Hivyo ni wajibu kwa Wakristo wote kupendana, kama anavyohubiri mchungaji kiongozi kanisa la Mtakatifu Stefano barabara bara ya Boma Tabora, Mchungaji Gershon Charles. Na tumesoma maneno yale katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya tatu ule mstari uh, wa kumi na tatu hadi wa kumi na nane: kila mchukiae ndugu yeye ni muwaji, nanyi mnajua ya kuwa kila muwaji hana uzima wa milele ukikandani yake. Katika hili tumelifahamu pendo, kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu, imetupasa na sisi kutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Lakini mtu akiwa na riziki ya dunia kisha akamwona ndugu yake ni muhitaji akamzuria huruma zake, je, upendo wa Mungu wakaaje ndani yake huyo? Tazameni ni pendo la namna gani alilotupenda Baba hata tuite watoto wa Mungu. Gharama ambayo Mungu aliingia kuonyesha upendo kwa mwanadamu ni pale alipokubali kumtoa mwanaye mwanaye wa pekee Yesu Kristo ili aweze kufa pale msalabani na kuafidia kwa wengi. Kumpenda Mungu ni gharama. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumpenda Mungu ni gharama wengine wanapopewa majukumu kanisani wanaanza kulalamika, lakini nafikiri sio kanisa la Mtakatifu Stefano. Kumpenda Mungu ni kutangaza vita. Injili ya Yohana 15 mstari ule wa kumi na nane anasema hivi: iwapo ulimwengu kiwachukia, mwajua ya kuwa umenichukia mimi kabla ya kuwachukia ninyi. Unapotangaza ya kwamba wewe unamkiri ye yako umetangaza vita, ni mapambano. Kuna magonjwa yatakuja, yatakutikisa. Hayo yote yanakuja kutipitisha kama kweli wewe ni Mkristo kweli kweli, unampenda Mungu katika maisha yako, usikate tamaa, simama imara, songa mbele, usiogope, hata kama ni vita namna gani, hata kama ni mapito namna gani, hata kama ni Yesu. Yesu atakutetea, atakupigania, atakushindia, usiogope. Maana ukiogope unakwenda kwa nani? Utakwenda kwa shetani, na malipo ya shetani sio mazuri. Tukipendana ni furaha, tukipendana ni amani. Kukiwa na upendo kuna utulivu, kukiwa na upendo hakuna vurugu kukiwa na upendo hakuna ghasia, maanake tunajaliana na kuthaminiana kama ndugu na tunaishi kama ndugu. Sisi kama Wakristo wa Saint Stivini ni familia moja, tunapaswa kupendana na kujaliana. Kaini anamwinukia ndugu yake kwa sababu ya matendo yake ya haki. Leo watu wanachukiana hata bila sababu. Leo kwa sababu mtu amefanikiwa vizuri chuki inaingia. Badala ya kumpongeza mtu anaanza kusaga meno natembea na guna. Yani mimi ni furahi yani haliwezi kupata matatizo nikiwa bado niko haya, yani fulani kabisa apate matatizo nimshuhudie. Aiseni, nitachinja kuku. Badilika, chukua hatua za makusudi, rekebisha mambo yako ili upendo wa Mungu upate kuonekana ndani yako na watu wauone upendo katika maisha yako watu wamtukuze Mungu, watu wamuone Mungu. Sasa Mungu anamuona kupitia maisha yako. Baba, ebu tugeuke, tumpende Mungu aliyetupenda kwa upendo usioweza kuelezeka. Watu wanapotuona wamtukuze Mungu na wakiri kwamba tumeokoka, tunaye Yesu katika maisha yetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Ibada hii imehudhuriwa na kamanda wa polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi wa jeshi la polisi Richard Yabwao, ambapo hapa anatumia nafasi hii kuwaomba waumini kuendelea kutoa ushirikiano kwa jeshi hilo, hasa katika kufichua vitendo vya kikatili na uhalifu vinavyoripotiwa kutoka katika kona mbalimbali mbali za mkoa wa Tabora taborangieuguauhalifuwa <tikano Anita> Tukilinganisha na kipindi kama hiki mwaka uliopita, tumepunguza uhalifu asilimia mbili. Kuhusiana na matukio ya mauaji ambayo yanajitokeza zaidi, ni yale yanayosababishwa na namba moja, ni wivu wa kimapenzi kwenye mahusiano na ndoa. Hiyo ndiyo sababu kubwa inayosababisha asilimia kubwa ya matukio ya mauaji kulinganisha na sababu nyinginezo, na sababu mauaji ambayo yanasababisha na imani za kishirikina. Haya ndo matukio ambayo yanaongoza kwenye ayo mafuta mauaji kujitokeza. Hapa juzi tulikuwa na tarehe kumi na tatu tulikuwa na sehemu iliyotokea, ila hapo mwanaume kiguguru na mke wake, ikatokea hatua ambayo pengine alishika kutumia zaidi, akaamua akatengeneza sumu siku za tano, akainywa yeye, akawapata mke wake bafuni

na kwa roho yangu yote na kwa nguvu zangu zote na kwa akili zangu zote. Mungu ndiye nguvu zangu na msaada wangu. Utamkumbiliaje Bwana? Kwa unyenyekevu wote kwa bidii zote kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu, nitajitahidi kutumika kufuatana na kawaida ya kanisa letu kufuatana na neno la Mungu, mafundisho ya kitabu cha sala cha jimbo na miongozo mbalimbali iliyopo pamoja na halmashauri yake. Kweli leo tumejifunza kwamba tupendane, Wakristo tumpende Mungu, tuabudu katika roho na kweli. Navyoomba kuwashauri wakristo wenzangu, tupendane, tujaliane, tuthaminiane. Wito wangu kwa Watanzania, tudumishe amani, tuzidi kupendana, maana ukimpenda Mungu huwezi kumfanyia mwenzio uovu, huwezi kumfanyia ubaya. Mahubiri kama tulivyosikiza leo mahubiri ya mchungaji amezungumzia juu ya upendo. Upendo ni nguzo imara kwa sisi wa Kristo wa kanisa la St. Stephen kwa sababu upendo hujenga, huleta amani, huleta ukamilifu, huleta ushirikiano ulio imara. Pia amezungumzia swala la upendo katika waumini huondoa makunyanzi yaliyo ndani ya mioyo yetu na huondoa migogoro inayotokea katika jamii. Pia hata kamanda polisi wa mkoa wa Tabora, naye ameuisha kusema kwamba baadhi ya matukio yanayotokea katika mkoa huu wa Tabora ni yale ambayo watu wengi wanauana, wamekosa kumtumikia Mungu, wamekosa hawana hofu ya Mungu kwa sababu upendo ndani yao haupo. Wamehusisha wame nafsi yao na kutumtumikia Mungu kwa sababu hawana hofu ya Mungu. Hivyo upendo ndani yetu ni nguzo imara ambayo inaweza kumsaidia ndugu jamaa na marafiki kwa imara kati yetu, kwa upendo hustawisha jamii. Upendo ni nguzo katika jamii, hivyo